Kwanza ni jinsi serikali yako inavyohandle issue ya Zanzibar, lakini vile vile kwenye utawala bora sijui una maoni gani kuhusu hilo. Kwanza, mimi nakushukuru kwa Max unazonipa, lakini Max unapozipata inatokana na mwalimu mwenyewe pia, kwa sababu kuna walimu wengine wana halo effect, kwenye psychology wanaiita hivyo. <coughs> Na, na unaweza ukapata hesabu i ukaja ukapata DS karai, kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mimi wala haya nisumbui, lakini ninachotaka kukuhakikishia hali ya Zanzibar ni shwali. Wameitisha uchaguzi wao, umefanyika vizuri, rais amepatikana na nchi inaenda. Hicho ndicho naweza nikakuhakikishia, kila kitu kiko sawa sawa, na Dkt. Shein anafanya kazi vizuri, ni rais halali. Sasa swala la kusema huyu ana maksi nzuri au hana maksi. Inawezekana hata wewe, Sanga, ungeulizwa wewe mwenyewe, labda kwa sababu mimi mtani wako ukanipa maksi hata ya E au F alafu akatokea mwingine akanipa maksi nzuri. Kwa hiyo ni swala ambalo lina dipendi na mtu mwenyewe anavyoamua, lakini ninachotaka kukueleza politically Zanzibar is stable. Tumelizungumzia hilo mimi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jukumu langu ni kuhakikisha ninailinda usalama wa Tanzania na hiki ndicho ninachokifanya. Na ni upwe, eh? Maana nimesubiri utadhani ujio wa Bwana Yesu yani...